Historia ya miaka 30 tumetoka kwenye kuwa na usimamizi wa rasilimali watu ambao umekusanywa sehemu moja, kwa maana centralized HR kwenda kwenye kwenda ku divide na kuwa na business partnering model, ambapo sasa hivi HR tunafanya kazi kama business partner pamoja na biashara, lakini zaidi sana tumetoka kwenye mifumo ya makaratasi, enzi hizo kuwe kuna mijaza, mafaili, madokezo na memo za hapa na pale. Tumekwenda digital sana sasa hivi kwa kutumia mifumo yetu ya, ya kidijitali. Sasa hivi mfanyakazi anaweza kujihudumia mahali popote alipo, anaweza kusoma popote alipo, hata kwenye simu yake ya mkononi akaatendi mafunzo ambayo tumeyaweka uh, kwa kila mmoja kulingana na mahitaji yake, anaweza kaomba likizo, anaweza kafanya performance management pale alipo, anaweza kuhudhuria vikao na kuhakikisha kwamba kila mmoja anaguswa, ana, lakini pia tuna, tuna mpaka call center ya HR ambapo mfanyakazi popote pale ulipo ukiwa na shida yoyote ya kutaka kujua chochote iwe ni masuala ya bima au masuala ya huduma zako au mishahara au nini nini unaweza ukapiga simu kwenye ile call center na ukaweza kusikilizwa na ukaweza kuhudumiwa hii ni hatua kubwa sana kwa kweli kwa taasisi kuweza ku, ku, kuifikia katika kipindi cha miaka 30 nadhani sisi ni wa kipekee kwenye mazingira yetu ya sasa hivi jambo moja la msingi ambalo tunalifurahia mpaka sasa hivi tunaendelea kubaki na wafanyakazi wetu kwa muda mrefu Ukiangalia takwimu zetu zinaonyesha kwamba kwa mwaka wale ni kama asilimia mbili tu. Asilimia tisini na nane ya wafanyakazi wote wanabaki, asilimia mbili ndio wanaweza kaamua kuondoka kwa sababu mbalimbali ikiwemo kwenda kutafuta kweli kwenye kufanya biashara zao binafsi kwa sababu wameshajengeka vya kutosha. Wengine wanaajiriwa kwenye makampuni mengine na kuwa viongozi wakubwa sana kwa sababu benki yetu ya CRDB imewajenga na kuwawezesha na kuwakuza kuweza kufikia pale walipofikia, na sisi tunajivunia kwa hiyo tunaposema kwamba tunabakiza wafanyakazi wengi zaidi, hii ni alama ya kwamba huduma tunazozitoa kwa wafanyakazi wetu na wategemezi wao na familia zao ni bora sana. Katika historia kote tulikotoka, tangu mabadiliko yote ya CRDB miaka 30 iliyopita ilikuwa ni kuwaweka wafanyakazi wetu kwenye mazingira ambapo wako comfortable, wanaweza kujimudu mahitaji yao ya kila siku wao pamoja na familia zao tukaweka tukapanga mishahara yetu katika kiwango ambacho ni bora zaidi katika soko letu. Tukapanga huduma zingine kwa mfano, likizo, mazingira ya kufanyia kazi, unaweza ukafanya kazi kutokea mahali popote ambapo unaweza kufanya. Sasa hivi watu wafanya kazi wana kompyuta zao na mitandao ya simu inaweza kufanya kazi, lakini pia kuna, kuna benefits zingine. Mazingira yetu ya kazi ya hapa, kuna sehemu ya gym, unaweza kufanya mazoezi. Kwa wale walioko mikoani, kuna level ambao tunawalipia mpaka gym za kule waliko. Tuna bima ya afya ambayo iko competitive, ambapo wafanyakazi wanaweza kupata huduma za afya wao pamoja na tegemezi wao katika hospitali kubwa zaidi hapa nchini na hata nje ya nchi. Tuna mazingira ya watu kuweza kufurahia kazi, tuna baa ipo nzuri sana hapa ambayo wafanyakazi kila jioni baada ya muda wa kazi wanapita pale kwenda kuulika na kuweza kujumuika na wenzao napuza. Lakini zaidi sana tuna spa, tuna, tuna parking nzuri. Kwa hiyo haya yote yanaifanya CRDB iwe ni sehemu nzuri zaidi na sehemu bora zaidi ya kuweza kufanya kazi. CRDB Bank. Tunakusikiliza.